Msimamo wa CHADEMA kuhusu uchaguzi batili wa tarehe 29 Oktoba mwaka 2025 na, na kilichojiri baada ya hapo. Namba moja. Uchaguzi wa tarehe 29 Oktoba 2025 ni batili na matokeo yake yote lazima yafutwe. Uchaguzi mzima wa urais ubunge na udiwani ni batili na hauna uhalali wowote, kwa sababu ulifanyika chini ya ukiukwaji mkubwa wa sheria, haki na misingi ya demokrasia. CHADEMA inasisitiza kufutwa mara moja kwa matokeo yote ya uchaguzi na kuvunjwa kwa kinachoitwa tume huru ya uchaguzi INEC, kwa sababu tume hiyo haina uhuru kuanzia uteuzi wa wajumbe wa tume, muundo wa tume na majukumu yake. Chombo hicho hakina tena uhalali wowote na hakiaminiki na Watanzania kusimamia uchaguzi huru na wa haki. Na msimamo huu unaungwa mkono na waangalizi wote waliokuwepo kuangalia hicho kinachoitwa uchaguzi. Umoja wa Afrika jumuiya ya umoja wa Afrika imesema kwamba uchaguzi haukuwa huru haki wala credible. SADC imesema hivyo hivyo, umoja wa Ulaya na Marekani. Namba mbili. Samia Suluhu Hassan ni mtawala asiye halali kwa mabano illegitimate self imposed ruler Samia Suluhu Hassan hakupata ridhaa ya wananchi ambao ndio msingi wa mamlaka yote, na serikali yake ni haramu na dhalimu, kwa sababu ni matokeo ya uchaguzi ulio najisika. Uongozi wake unategemea mabavu, ukandamizaji na uhalifu wa kisiasa. Kutokana na uchaguzi batili na mazingira ya utawala wa mabavu, Samia Suluhu Hassan hana uhalali wowote kuendelea kuongoza nchi yetu. Namba 3. Ukandamizaji mkubwa wa kisiasa na uhalifu wa dola kabla, wakati na baada ya tarehe 29 mwezi wa kumi mwaka 2025. Utawala wa CCM chini ya Samia Suluhu ulitekeleza na kuendeleza maovu na udhalimu mkubwa dhidi ya raia wadai demokrasia na haki za binadamu kwa kufanya mambo yafuatayo: moja Kukamatwa kwa mwenyekiti wa chama taifa ndugu Tundu Antipas Lissu na kufunguliwa kesi ya uongo ya uhaini mbili. CHADEMA kuzuiwa kufanya shughuli zake halali za kisiasa kinyume na katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na sheria za nchi pamoja na kufungiwa akaunti zake zote za benki na chama kuzuiwa kutumia mali zake tatu. Udhibiti wa uhuru wa vyombo vya habari vya ndani kwa kuchuja taarifa zinazotoka kwenda kwa umma na mara nyingine kufungiwa kabisa kurusha habari zozote kwa umma. Nne. kutumia mahakama kutoa hukumu zenye kuonea na kukandamiza viongozi wa vyama vya upinzani ili kufanya vyama vya upinzani vishindwe kutimiza wajibu na shughuli zake za kisiasa. Tano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 na ya kiuendeshaji ya ofisi ya msajili wa vyama vya siasa. Mbili, mabadiliko makubwa kwenye mfumo wa mahakama za Tanzania ili ziweze kutoa haki bila upendeleo. Point namba 4. Mauaji ya haraiki, utekaji, kupotezwa na ukatili mkubwa uliofanywa na serikali. Baada na kabla ya kinachoitwa uchaguzi Tanzania na dunia kwa ujumla ilishuhudia mambo yafuatayo. Moja, mauaji ya haraiki ya zaidi ya watu elfu mbili na majeruhi zaidi ya elfu tano kwa muda wa wiki moja tu. kuongezeka kwa wakimbizi wa ndani na nje ya nchi. Tatu, utekaji na upotezaji wa mamia ya raia abduction and enforced disappearance. Tano mateso ya kikatili ubakaji na mauaji ya kinyama yaliyotekelezwa na maafisa wa vyombo vya ulinzi na usalama. Tano ushiriki wa vyombo vya ulinzi na usalama kufanya matendo ya kihalifu dhidi ya binadamu ikiwemo mauaji ya raia, uporaji wa mali binafsi za watu na ukamataji holela ulioendana na utesaji. Sasa Chadema inataka kukomeshwa mara moja kooperesheni zote za utekaji, mateso, mauaji na upotezaji wa raia, na watanzania waliopotea kwa kutekwa waachiwe huru. Tunasisitiza kuwasilishwa na kukabidhiwa kwa familia zote miili ya wapendwa wao waliouawa kabla, wakati na baada ya tarehe ishirini na tisa mwezi wa kumi ili hatimaye miili hiyo izikwe kwa heshima na desturi za Kitanzania. CHADEMA inataka uchunguzi utakaofanywa na tume huru inayoaminika yenye wajumbe wa ndani na nje ya nchi ili kubaini ukweli wa idadi ya mauaji, makaburi ya haraiki na kuwajibishwa kwa wote waliofanya uharamia huu.